Asante, shukran sana. Huyu hapa nasema anaitwa Hassan Sabuni. Kwa mfano, mke umetengana naye ndani ya mwaka mmoja au na zaidi, na ikiwa hujampa talaka na mkawa mnawasiliana matumizi um, unampa ila, akaolewa na mume kwa idhini ya baba yake, na ilipofika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani akarudishwa nyumbani kwao ili kuupisha mwezi. Swali: je, mke atakuwa wa nani? Karibu sana shehe. kwa mujibu wa maelezo yake yeye yeah, bado ni mkewe, kama hajawahi kumwacha. Kwa sheria ya Kiislamu mke ataendelea kubaki na wewe maadamu ulimuoa kwa njia ya sheria, mpaka umwache au mke aombe talaka mm, au aombe kujivua. Sasa kwa maana hiyo, tendo alilofanya huyu baba ni tendo la kuhalifu dini, na huyu mtu kamchochea aende kazini na mtoto mtoto wake mm, hajaachwa ndoa juu ya ndoa ya mtu mwingine kabisa, no? mm. kwa hiyo yeye huyu ni mkewe, ila mwenyewe saa mi basi nimemwacha. mm. Lakini bado pia huyu kwa tendo aliomuoa huyu mwanamke, hii ndoa itambuliwi, ni batili, walikuwa na zina eh. Halafu sasa, huyu baba kwa nini kamwita mwezi wa Ramadhani kwamba anajua akaozesha, lakini hana ana uhakika eh. Sasa kweli kweli, unaweza kubeba mambo kama haya mbele ya muda wako wewe, mzazi, unaona hili jambo baya sana mm. Yani unahamasisha maovu, uzinzi mm. Kulikuwa na tatizo gani la kumwita huyu mume wa mwanzo, kama ana makosa kumwambia, au kama ana makosa kuna njia za kumpata talaka huyu binti mm. Ima anamtaka yeye eh, mwenyewe amwache kama hataki, unakwenda kupeleka malalamiko yako kwenye ofisi za kadhi, unaeleza kwamba huyu mwanamume kanitupa, lakini huyu anadai alikuwa anampa matumizi. Ndio, lakini matumizi sio haja pekee ya mwanamama, aweza akataka kitendo cha ndoa kabisa. Kama huwezi kumpa kitendo cha ndoa, ana haki umwache, apewe talaka, ima kwa njia ya mahakama au wewe mwenyewe mm. au kama hapana budi ajivua Kolo, kwa sheria ya Kiislamu mm-hmm. Lakini kitendo alichofanya huyu mzazi ni kitendo cha makosa mm-hmm. Ni uzinzi huu kama anaendelea hivyo mm-hmm.